Uh, naomba nijue sasa mlipokuwa mmeingia kwenye ndoa mmeingia kwanzia mmeanzia honeymoon. Kama unapiga story nasikia kule unapiga story tu eh? Mnasoma na Biblia, okay? Nzuri sana. Eh, niambie sasa baada ya kuanza maisha ya ndoa mmejifunza nini? Kwa kweli yeah, maisha ya ndoa mm. Maisha ndoa ni mazuri mm. Ni tofauti na ikiwa uko mwenyewe ah. Mimi ambacho nimejifunza mpaka sasa hivi kwenye ndoa mm. Ni ile kuchukuliana madhaifu kwa baina ya mke na mume, unapomchukulia mm. madhaifu mwenzio mm. na kuwekana wazi kwa kila jambo mm. na kuwa washikaji wa marafiki ukweli hiyo ndoa sidhani kama kutakuwa na migogoro ile ya mpaka ninasikia hatua ya kwamba uvurugana, yani kuamkiana au kuachana anini. Hicho ndo ambacho nimejifunza zaidi nikiwa katika ndoa yangu, na hasa ni miaka mitatu, bado nampenda kama zamani sana. Okay, unajisikiaje kusikia hilo neno? Najisikia ilo na unaamini yes. Okay, maisha ni imani yeah. kwa okay, kweli unajua, um, hiyo kitu okay, mmeshaanza ndoa na sasa hivi ni kama familia sasa, yeah. naendelea kuwa na yeah. maisha bado hamjafanikiwa kupata mtoto yeah, lakini naamini Mungu atawasaidia na mtapata. yeah, okay yeah, yeah. kitu gani ambacho unaweza kushauri katika ndoa za sasa hivi? ambacho mimi nitaweza kushauri kwanza, ukiwa kwenye ndoa ifanye ndoa yako nyumba yako hiyo ni nyumba ya sala. Unajua, unapomtanguliza Mungu katika ndoa yako hata shetani mwenyewe lazima tuataogopa. Yeah, tunajua majaribu yapo, lakini unapomshirikisha Mungu kila kitu kitaenda vizuri yeah. Kwao mi nawashauri tu hilo jambo, kwa na ndoa na hata wale ambao si wana ndoa, vijana, unapohitaji kitu mshirikishe Mungu, najua yeah. Mungu ndo ana majibu ya kila kitu ya yeah. Usitegemee tu nguvu zako yeah. na akili zako mwenyewe, unapomshirikisha Mwenyezi Mungu, basi yeye ndo anaweza kupatia kila jibu la maswali yako. Asi, safi sana tangu namuona mkeo alipokuwa na, na machi hiyo siku alikuwa ni taratibu sana, pole, yani ana mafuu. Hana mbwembwe anaruka hivi. Yes. Safi sana, unajivunia kwa naye? Yeah, Yeah. najivunia sana. sana. Okay. Yeah. Nzuri <laughs> eh? Okay. Sawa so. Asi, mimi ninawapongeza nina kwenye hili lakini pia uh, Mungu awabariki sana kwa kuwa na muunganiko ambao sio katika Najua mahusiano ya ndoa, tunaamini kwamba ni Mungu ndiye mwanzilishi, na kama ni mwanzilishi, ndoa haina matatizo, ila wakati fulani watu wanaoingia katika ndoa hiyo ndio wanakuwa na matatizo. Kwa hiyo tunawasihi watazamaji kuwa, uh, ndoa ni kumtanguliza Mungu. Kumtanguliza Mungu, ndoa itakuwa ni vizuri, lakini pia utakuwa una, una kitu unajifunza kila siku, kwa sababu mwanzilishi wa hicho kitu ni Mungu. Kwa hiyo tatizo linapotokea, mnauli kwa Mungu na Mungu ndiye anatatua Usika. Okay, mimi nimewapenda sana na ninawaombea baraka tele. Naombea baraka tele kwenye hali ya kuonekana. Hebu kumbatiane tuone. Sasa mimi nikimkumbatia

Mimi nawapigia makofi, yes. Mimi nawapigia makofi. Yes. Kitu kizuri sana yeah. Say, uh, tumefikia tamati kwenye familia ya Zakaria ni kualike tena ka, katika kipindi kizuri kingine lakini ni wasi pia na nyinyi, subscribe, Familia TV, sawa, subscribe ili uweze kuona mambo mengine na familia zingine unaweza ukajifunza pia kwenye familia zingine ambazo Uh, zitakuja kujifunza kwenye Familia TV. Right. Yes, niwatakie kila la heri na Mungu awabariki yeah, sana. Familia ni Zakaria John na Anastasia Jonathan waliofunga ndoa Septemba 4, 2022. Hivi sasa ndoa yao ina miaka mitatu. Je, umejifunza nini kutoka kwao? Safari ya uchumba hata ndoa. Tuandikie ulichojifunza lakini pia Subscribe kama bado hujafanya hivyo, tia notification ili kuweza kupata video nyingine za familia zinazofuata. Mungu akubariki.